Moja kwa moja kutoka uwanja wa Suez uliopo katika mji wa Suez. Kimsingi ni kwamba ndio uwanja ambao kesho tunakwenda kuchezea mchezo wetu dhidi ya al Al-Masri. Nyama Simba amesafiri hivi leo kutoka katika mji wa Ismailia ambayo tuliweka kambi hapo kwa muda wa siku tano, na leo hii mchana tumesafiri mwendo wa masaa mawili kutoka Ismailia kuja hapa katika mji wa Suez, ambako leo tutakuwa hapa hadi kesho katika mchezo wetu dhidi ya Almasri. Vijana wapo katika uwanja wa mazoezi na uwanja wa mechi wakiendelea na programu ya mazoezi ama wakifanya mazoezi ya mwisho kabisa kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Na taarifa fupi tu ni kwamba hali ziko vizuri, kwa maana afya ya wachezaji wote, hakuna yeyote ambaye ana changamoto ya kiafya. Hii ni kusema ya kwamba tuko tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya Al-Masri. Na jambo la kufurahisha zaidi kwenye mkutano na waandishi wa habari hii leo mshambuliaji Steven Desemukwala streka ref kuliko goli ameweka wazi kwamba kwao wanahitaji vitu viwili. Cha kwanza ni kuweka historia kwa maana y kuweka historia ya kuipeleka Simba hatua ya nusu fainali, lakini pili ni kuwacha legacy kwa maana ya kuacha heshima ya kwamba kwenye kizazi chao waliipeleka Simba hatua ya nusu fainali. Mnyama yuko hapa katika mji wa Suez na kila kitu kinakwenda vizuri. Tunamalizia programu ya mazoezi ya mwisho hii leo vijana na kwenda kupumzika tayari kabisa kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya Almasiri.